Paci TV hawa ni mashabiki wa Farabat, sasa wakijipanga kwa nini kuelekea mchezo wa leo. Unaona jinsi wanavyokuwa wameshine nini, wako hapa nje ya uwanja after game wakisikilizia mchezo wa leo.

wakijiandaa kuelekea mchezo wa leo ambao unaenda kupigika saa kumi hapo uwanja wa Amani Benjamin, Amani, yeah, Amani Karume. Farabat, sasa wakijipanga kwa kuelekea mchezo wa leo unaona jinsi wanavyokuwa wameshine nini, wako hapa nje oh, no, no, ya uwanja after game, wakisikilizia mchezo wa leo, wakijiandaa kuelekea mchezo wa leo ambao unaenda kupigika saa 10 hapo uwanja wa Amani Benjamin, eh, Amani Karume eh.

Bora jezi zilizorudiwa kuliko jezi mpya zilizotolewa. Ndio ndomaana nimekuambia, wala watoto wa kufikia timu ya ukoo. Ila sasa hivi cha kuongea kwanza na sisi hawana, sasa hivi jezi ile. Haya, ndugu yangu wewe, mwandishi wa habari, jezi yangu mimi, tukikaa hapa wataanza kuijadili kama ile nini? nye, nye, nye, nye, nye, nye? wewe ile nyeusi anasema si ubuibui? Eh, hata nasa sasa na, na, na Spiderman, e, e, wa Halisia ya Yanga ni njano na kijani. Hiyo nyeusi ya ziada, sio ni wana sijui. Yaani walisia wa Yanga ni njano na kijani. Na ndio maana hata ukienda kwenye bendera ya nchi, hamna alama nyekundu mle. Njano na kijani, weusi bluu bahari. Na sisi ile kwenye bendera ya nchi hizimo. Kwa hiyo bora leo vama matikiti, lakini kuliko alo, kuliko ambao ameshindwa kutoa jezi kabisa. Yaani ya si, hata mimi, bora hata mimi, haya mtoto wa muri. Ah tuanze kujadili jezi. Ah kwa mtoto wa muri bado tunajadili jezi. Labda tujadili mabango. Maana mimi naona mabango muri karudisha. Nimemwona amemtoa beti wewe be bite amemweka simo okola. Nimemwona huku prisoner amemtoa amemweka nani kafu. Ni kwani nikubadilisha tu, sema matangazo yanapokaa. Nani watoto mode? Yaani pale walichokifanya, yaani mjezi ndio ile ile walichokifanya ni mabango tu kutoa. Kama hapa walikuwa na prisoner, wametoa prisoner wameweka kafu. Hapa kulikuwa kuna bite, wamemtoa bite wameweka nani? Mokola. Huku dida ndio kabaki pale pale. Kwa hiyo utofauti wa watoto wa mode ni yale mabango. Sasa wewe tuulizane mtoto wa mode anapoenda kununua jeza na nunua jeza na nunua bango la kafu maana tuulizane mbakakajeza, ligi ndio ile ile. Haya, alenda kunua jeza na nunua bango, na mshauri ambaye alishanunua jezi ya ligi abandu wetu zema bango, kwa sababu wenduasa, wewe ndugu yangu, yani wendukanunue bango la kafu elfu hamsini kweli? Yaani pale yale wewe yale matoto amode ile ile jezi ya msimu wa kwenye ligi kuu Tanzania bara 2025 26 ile ile mwanangu achukue tena, hivi hivi vinauzwa hata madukani. Yeye anachokifanya anatoa prisoner na bandika ya kafu. Amna shida kaka, amna maajabu kaka. Tabora, angalia uwanjani zazi, baba amepoa kweli. Kaka, bado mapema sasa hivi. Alafu, unajua Zanzibar kwanza wana imani. Kaka, mashabiki wengi wapo kule Nato, sheria za kafu, haz, ligi kuu, na sheria za kafu ziko wazi. Ligi kuu watu wanaingiliaga gapa na wanaingilia pale, lakini sheria za kafu, naona mitumba imetandika mpaka kule, unaona hata mwenyewe kwa mkapa kule. Kwa hiyo mashabiki wengi wapo kule kaka, alafu muda huu watu wako misikitini ujue huku, okay. huku Zanzibar huku Zanzibar tofauti na nani kule, tofauti na bara kule, huku imani imewajaa na ndio maana hata waarabu wamefurahi kuja huko, wanakwambia kule, ule msao anakwambia, waarabu na wapemba ujue kwa vilemba, kwa anajua amekuja kwa nani, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ndugu yake. Umeona video moja hivi wako beach somewhere hapa Zanzibar wanafanya kama party, wanawasha moshi wao ile ni kama waogopi oh, wale yeah. Jamaa kwani yule yule nani yule lonfungaga goli moja alikuwa anatokaga nani yule nani alimwita nani yule, yule, yule, yule, yule, yule, yule, yule, yule Siliva Siliva alivonifunga goli moja kule, sameteremka uwanja wa ndege anakula singeli pale, na mapiano ana alafurahi akwaaa labda akaenda kuoga maji ya maana Zanzibar, huko nako nasikia ukienda kuoga sasa, baharini huko Pemba huko, nakula na pweza na nini. Sasa kule kwa labda pweza hamna, ndio maana alienda baharini kula kula pweza, ili uenda kasimulia kwa bwana Yanga alitudundaga, lakini tuliambulia kula pweza. Kwa hiyo kwenda baharini sio kusema na furaha. Unajua, mtu anaweza kaa na cheka, lakini ukajua, labda na furaha, kumbe anaugulia ndani kwa ndani. Baba mwarabu huyu kaatimba kaka, tumemvusha Zanzibar kaka, huku ni nyumbani yani, mimi huku sio mgeni mgeni, yeye kwa hiyo, mwarabu kwenda kuogelea baharini, labda mchafu wewe, unafikiri kutoka kwao kwa labda akaenda kutoa nuks kaka, lakini kwenye pointi tatu baba, lazima saa kumi mpaka saa kumi na mbili tunakuta na pepea kama kumbikumbi. Nishamlamba mtu tatu mimi kaka, pointi tatu lazima ziache kaka. Na tukaje, okay mzee, utoboe, wakumalizia, tukumbushe, ulisema ngapi anakufa mara kaka. Mwalabu akija kija kiniheshimu kama bingwa wa nchi na nikichungulia kupitia darubini yangu hapa naziona tatu zimesimama, alafu nikichungulia mpaka na hapa anaona tatu zimesimama, na nikiangalia katika vibuyu vyangu hapa kaka naona tatu, ila kiingia kichwa kichwa five. Kwa sababu mechi ya mwisho nakumbuka nilimkandaga, mechi ya mwisho kwa Mkapa nilichezaga ligi ya kombe la shirikisho, nilikuwa zidi ya Singida, nilichukaga kwanza. Hapa uwanja sisi tuna na... manufaa nao sana, tuna bahati nao sana tushatangaza makombe kama mawili hapa, kombe la shirikisho tushatangaza hapa, zidi ya Azamu mfunga madishi e, Singida tushatangazaga nani kombe la shirikisho hapa hapa. Kwa hiyo uwanja sisi tuna bahati nao sana. Kwa hiyo mwalabu akija kuniheshimu kama anacheza na bingwa wa nchi kaka, tegemea na mlamba tatu.